Utata wa kifo cha MC Pilipili wazidi kuongezeka, polisi wasema alishambuliwa, lakini wahusika bado hawajajulikana. Taarifa mpya kuhusu kifo cha mchekeshaji Emmanuel Matias anayefahamika zaidi kama MC Pilipili Bika Halen Mihaya zimeendelea kutoa maswali kuliko majibu. Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma limethibitisha kuwa marehemu alipata vipigo kabla ya kufariki, lakini hadi sasa hakuna anayejulikana kuwa ndiye aliyemdhuru. MC Pilipili aliyekuwa anaishi maeneo ya Swaswa jijini Dodoma, alifariki siku ya Jumapili tarehe 16 mwezi Novemba mwaka 2025 na 25 majira ya saa tisa alasiri, wakati akipelekwa hospitali ya Ilazo kwa matibabu kabla ya mwili wake kuhamishiwa hospitali ya General Dodoma. Maelezo rasmi ya Jeshi la Polisi. Akizungumza na wanahabari siku ya Jumatano tarehe 19 Novemba mwaka huo huo, Kamishna msaidizi wa polisi William Abel Mwamafupa ameeleza kuwa kabla ya mauti majira ya saa nane mchana msaidizi wa MC Pilipili anayejulikana kama Hasan Ismail alipata simu kutoka kwa mtu asiyemfahamu aliyemtaka wakutane. Inadaiwa kuwa alipofika alikuta gari jeupe na watu watatu waliokuwa na MC Pilipili ndani ya gari hilo, wakiwa katika hali ya taharuki, walimkabidhi mchekeshaji huyo akiwa hoi na wakaondoka bila maelezo. Uchunguzi wa awali wa Jeshi la Polisi umeonyesha kuwa majeraha aliyokuwa nayo marehemu yanathibitisha kuwa alishambuliwa vibaya, ingawa watu waliotekeleza tukio hilo hawajulikani wala kushikiliwa hadi sasa. Maelezo kutoka kwa watu wa karibu. Chanzo cha karibu na familia ambacho kimeomba kisitajwe kimedai kuwa MC Pilipili aliwasili Dodoma siku ya Jumamosi akitumia treni ya SGR kutoka Dar es Salaam. Chanzo hicho kinasema kuwa alipokelewa na watu ambao familia haijawafahamu hadi sasa, na kwamba hao ndio waliokuwa naye muda wote hadi alipokabidhiwa kwa msaidizi wake siku iliyofuata. Wakati wa kukabidhiwa, msaidizi alipopigiwa simu na kufika eneo aliloelekezwa aliwakuta watu watatu wa kwenye gari waliomkabidhi simu za marehemu na kumwambia amchukue aondoke naye. Baada ya kushuka, MC Pilipili aliweza kutembea hatua chache tu kabla ya kuanguka uhaya, na gari lile likatokomea. Msaidizi huyo baadaye alitafuta bajaji na kumkimbiza MC Pilipili kwenye zahanati. Daktari aliangalia hali yake, alielekeza wahamia hospitali ya General, lakini kufika huko iligundulika kuwa alikuwa ameshafariki. Majeraha, chanzo hicho kimeeleza kuwa marehemu alikuwa na majeraha ya aina nyingi: alama za moto mgongoni zinazoshukiwa kuwa ni kutokana na pasi, majeraha ya kichwani yanayoashiria kugongwa kwenye kwenye ukuta, alama za kamba shingoni, vidonda vyenye ncha kali kwenye mabega yote mawili. Ripoti zisizo rasmi kutoka mtandao wa X. Habari zinazosambaa mitandaoni hususan mtandao wa X zinasema kuwa siku ya tukio MC Pilipili alikuwa Royal Village Hotel kwa kujiandaa na shughuli aliyokuwa amealikwa. Taarifa hizo zinadai kuwa alipoondoka hotelini, magari mawili yasiyojulikana yalianza kumfuatilia hadi maeneo ya karibu na Swaswa. Inasemekana magari hayo yalizuia gari lake na watu wanne wakashuka, wakatokea vurugu, na kisha wakamtoa ndani ya gari lake kwa nguvu. Baadaye walimwingiza kwenye moja ya magari yao na kuondoka naye. Kulingana na hizi taarifa, familia ilipigiwa simu ikijulishwa kuwa mwili wa MC Pilipili umeokotwa kando ya barabara na kupelekwa hospitali ya General Dodoma. Ilipofika hospitali, familia ilieleza kuwa ilikuta majeraha ya risasi, alama za mijeledi mgongoni pamoja na athari za kuunguzwa. Naitwa Kamishna Msaidizi wa Polisi Mama Fupa, Kaimu RPC kwa Dodoma. Taarifa kwa umma. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linathibitisha kutokea kifo cha Emmanuel Mathias Matebe maarufu kama MC Pilipili, mkazi wa Swaswa jijini Dodoma na Dar es Salaam, ambapo Novemba kumi na sita ishirini na tano, majira ya saa tisa mchana, marehemu alifariki katika kituo cha afya Ilazo kilichopo Dodoma. Kabla ya kufikwa na umauti, majira ya saa nane mchana msaidizi wake Hasani Ismaili alipigiwa simu na mtu asiyefahamika na kuomba wakutane naye, na baada ya muda walifika watu watatu wasiowafahamu wakiwa na MC Pilipili ndani ya gari dogo jeupe na walimkabidhi MC Pilipili akiwa na hali mbaya na wao wakaondoka. Uchunguzi wa awali wa jeshi la polisi kushirikiana na wataalamu wa afya umebaini MC Pilipili alifariki dunia baada ya kushambuliwa maeneo mbalimbali kwenye mtikaa mwili wake. Jeshi la polisi linaendelea kufanya uchunguzi kubaini wale wote waliohusika na tukio hili. Mara baada ya kuwapata, taratibu za kisheria zitaendelea dhidi yao. Asanteni.